Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Amjambo, mnajisikia vizuri? Mnajisikiaje? watoto elfu moja na thelathini nyinyi mkapata bahati kuongea na sisi, sawa. Kwa hiyo ambao hawapo watapataje ujumbe wetu? Mnaahidi aya mkono am juu. Naahidi kuwa balozi, balozi. wa kupeleka ujumbe, ujumbe. washujaa wa skuli kwa wenzangu wa shule yangu, yangu na wa mtaani kwangu na wa nchi yangu na wabara langu la Afrika na duniani kote, kote. Lazima kila mtu. Lazima kila mtu awe shujaa wa skuli ee, e, Mungu nisaidie. E, safi sana jamani, watoto. Kwanza mujue kwamba hapa tulipo sio kama tuko peke yetu, tuko na serikali yetu pendwa, serikali ya mapinduzi Zanzibar, imetupa baraka na imetuheshimu na kutuheshimisha kwamba twendeni tukaongee na watoto. Sawa jamani. Mimi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ehe nata, napenda na nashukuru sana kutambua uwepo wa mamaangu dadangu kipenzi katibu mkuu wa wizara yetu inahusika na masuala yetu sisi mashujaa wa skuli. Ehe, mheshimiwa Abeida yuko hapa na yeye, mi ndo nimemkuta hapa. mmejifunza nini? uadilifu, sawa? Nini mmejifunza? Uadilifu, sawa. Hapa hakuna, hakuna sifa yoyote atakaopata isipokuwa sababu, yani sifa yake ni baada ya hapa, sio hapa duniani, baada ahera ndo ataipata, sawa. Na mimi nimefurahi kwamba yeye amenifundisha leo uadilifu, na nyinyi watoto ambao mtakuja kushika nafasi yake, muwe viongozi waadilifu. Ehe. La pili ni niwashukuru na kuwapongeza walimu akiongozwa na mwalimu mkuu na wasaidizi wake kwa kuona kwamba nyinyi watoto muna haki ya kupata alama hii ambayo tumekuja kuwaleteni leo. Baada ya hapo nimshukuru mama yangu huyu yeye kwa kunialika na kunikubalia wito wangu. Lakini mwenzangu ambaye naye anadili kwenye masuala ya afya ya akili, Dr. Abasi kwa kuambatana na sisi. Kwa hiyo watoto, tunawapenda sana pamoja na kina Surea na Amne, wao wanafanya kazi na mimi kupitia shirika letu linaitwa Kaya Wellness. Kaya maana yake ni home kwa lugha ya Kibantu, sawa si mnajua mambo ya lugha za Kibantu yeah. Uh-huh. Kwa sasa sisi tunaamini kwa sababu ni kaya, ina maana ni nyumbani na nyumbani, maana yake unatakiwa ujisikie nyumbani, ukiwa nyumbani unajisikia nyumbani kwa hiyo sisi shirika letu linaitwa Kaya Wellness yaani utulivu nyumbani, sawa jamani. Ehe. Sasa mimi nitaenda moja kwa moja kwenye fikra yangu niliyowaleteni leo. Sisi Mungu ametujalia Tanga, tumeanza kampeni ya watoto wa shule laki moja na mpaka sasa tumeshashika elfu kumi na nyinyi hapa tunawashika leo. Kampeni yetu inaitwa shujaa wa skuli. Ndio maana hapa nimewaapisha kwamba nyinyi mtakuwa mashujaa. Shujaa ni mtu gani? Haya, tunaenda moja kwa moja kwa nani? Shakazulu. Si mnaijua story ya Shakazulu? Yeye yeah. yeah, alikuwa warrior wanani? Wangoni, sio? Akafanikiwa akaunda state yake inaitwa nini? Zulu empire. Sawa. Sasa shujaa mara nyingi anatokea chini, kwenye matatizo alafu sasa anafika juu anakuwa anafanya nini, anafanikiwa si ndio? Ehe, shujaa mwingine anaitwa Amina. Amina yeye alikuwa ni a, malikia wa sijui ni Oyo ama Songai. Watu wa form 5 hkl wanajua. Sasa mimi nataka hapa kwenye hii skuli watoke mashujaa. Ndio maana tumeita nini, shujaa wa skuli, kwamba hata kama nyumbani hali ni ngumu hata kama umezaliwa kwenye mazingira magumu ya kiuchumi, mwisho wa siku, wewe unatakiwa uwe nani? Shujaa, kwa sababu kila mtu ana historia yake, lakini kila mtu anatakiwa amalize tofauti na historia yake. Sawa? So, eh? Najua hapa miongoni mwenu wapo ambao wameishi na mama wa kambo, wamenyanyasika, wako ambao wametelekezwa na wazazi wao Wako ambao baba zao hawawasimamii wanasimamiwa na mama zao. Wako ambao wameshuhudia wazazi wao wakigombana. Wako ambao wameshuhudia wazazi wao wakiachana. Lakini mwisho wa siku lazima upafomu na utoke na divisheni wani, uende mbele sawa, eh? Ndio maana tunasema nini, shujaa wa skuli, kwamba ushujaa unaanza hapa, ili utengeneze mpaka ufike sehemu ya mheshimiwa Abeda au mbele ya Mama Samia, sawa jamani. Shujaa wa tunaamini, mashujaa wote wanatengenezwa shule. Utakapomaliza hapa ukiwa mwalimu, wewe ni shujaa wa skuli. Ukamaliza hapa ukawa muhandisi, wewe ni nani? Ukaamua unataka kuchukua siasa, wewe ni shujaa. Ukaamua unataka uwe mtangazaji, wewe nayeni? Ukaamua unataka kuwa mfanyabiashara, wewe nayeni kama unataka kuwa dereva nawe ni nani? yeah. Kila shujaa amepita shule. Ehe, ndo lengo la hii harakati yetu sisi, tuhakikishe kwamba wote waliopo shule wanafikia malengo yao na ndoto zao ambao ndo nyii hapo. Sawa jamani? Na leo mmejifunza bila kuambiwa, swala la kwanza la kuelekea ushujaa ni kuwa mwadilifu. Sawa jamani? Na kutimiza ahadi mlioiweka hapa mtaulizwa na Mungu. Mliahidi tarehe ishirini na nane, ishirini na saba mwezi wa tisa, mliahidi ahadi yenu. Nataka niwaulize mmeifanyia kazi, si ndio? Si mnajua maana ya ahadi kwenye Uislamu? Haya basi, sasa ili uweze kuwa shujaa wa skuli kuna pointi tatu, nataka wewe kama mtoto wa kike uzitambue. Kwanza ufahamu kwamba kwa kuumbwa tu mtoto wa kike kwenye hii nchi sisemi nchi nyingine, lakini kwenye hii nchi una opportunity kubwa sana, sawa eh? Kwa kuumbwa tu mtoto wa kike tayari kwenye miguu yako kuna dhahabu, na wewe uzibadilishe sasa, ziwe hereni, ziwe mikufu, ufanye biashara au uwe tu, kila asubuhi ukiamka waziangalia, wacheka, warudi kulala, sawa jamani eh? kwa kuzaliwa tu msichana kwamba katika nchi hii ukiwa mtoto wa kike ukapata division one form 6 ya combination yoyote kwenda chuo kikuu, nchi hii inakupa asilimia mia ya mkopo kwenda chuo kikuu. Yani huyo mzazi wako anakusumbua ada na pesa ya shule leo bye bye, serikali inakuchukua. Lakini upate division? Ukapata division one, form 4 kwenda form 5 utasoma shule yote unaoitaka Wanaita shule gani za vipaji sawa? Yani mpaka hapo tayari serikali ishakuweka wewe crown kwenye kichwa chako, kwamba wewe unaenda shule ya kipaji. Lakini itakuwaje ikiwa umekuwa mwanafunzi wa mfano labda umepata mimba sawa, ambao hapa hawapo, sio? Utaambiwa alishindwa masomo. Yani jina lako litaitwa Aliyeshindwa masomo. Aibu gani hiyo? Utasimama hapa mbele kuongea na watu? Utakuwa wapi? Nyuma awanao awanao, kazi yako utakuwa nini? Kuhate kuchukia. Lakini ukiwa umepata umetoka, wewe mwanafunzi wa kipaji maalum ukaenda chuo kikuu, ukachukuliwa na serikali, ukapewa mkopo wako asilimia mia, mia, si utakuja hapa mbele kutoa ushuhuda? Utakuwa nani? Shujaa wa skuli. Sasa pointi namba moja ni kujitambua kwamba mimi ni mtoto wa kike kwenye hii nchi, fursa zangu ziko wazi, za kisiasa, kidini. Mtume amekukomboa kuwa mwanamke, wakati kabla hajawa Mtume tuliuawa watoto wa kike, si ndio? Wewe mlisikia. Baada ya hapo sura makhsusi zikashuka kwa ajili yetu. Hakuna sura hata moja katika Kurani inayozungumzia kuhusu wanaume, haipo. Ina maana mwanzo pia hawatambuliki, sijui. Haya haya tuache, okay. <laughs> Lakini katika maandiko yote matukufu, Kurani pamoja na Bibilia, uzuri mimi niko vizuri kote. Hakuna hata sehemu ambayo mwanamke ili apewe kitu na Mungu aliambiwa funga siku arobaini, panda sijui milimani, sijui vua viatu wanawake wote waliokuwa wanamhitaji Mwenyezi Mungu Mungu aliwafuata yaani, aliwatumia representative, najua nativ representative. Sinyewe mkonao class representative. Ehe, sasa mama yake Musa alipokuwa na wasiwasi, mtoto wangu itakuwaaje? mtoto wangu atalelewaje? mtoto wangu atauawa na Firauni, Mwenyezi Mungu alimwahidi nini? Mwachie aende, na atarudishwa kwako na utapoa. Alirudi? Hakurudi, alirudi. alienda mlimani Alifunga siku arobaini. Asi alivyoomba kuhusu mume wake Firauni, Mwenyezi Mungu alimwahidi nini? Pepo sawa, na miongoni mwa wanawake bora duniani, si ndio? mwingine ni nani? Mariam mama yake Isa alisema nini? Yeye alisema Mwenyezi Mungu amjalie uzao mwema, akapata nini? Isa bin Mariam, sio? alifunga siku arobaini. Ehe, mwingine nani? Bibi Hana sio, mke wa Nabii llahi Ibrahim alizaa akiwa na miaka mingapi? tisini, sawa. Alifunga, alienda mlimani, aliletewa alipo watoto wake si ndio? Kwanza walikuja malaika nyumbani kwake wakasema tumepita, tuna ujumbe mari zawa akiwa jikoni alifatwa. Kwa hiyo nyie, watoto wangu wazuri chochote mnachokitaka hapo mlipo semeni, Mungu atatuma balozi. Sawa watoto, sisi hatuendi mlimani wala hatuvui viatu wala hatufungi siku arobaini. Sisi Mungu anatufuata, lakini mtume alipopewa utume alienda wapi? Pangoni. Ehe, so mnaona tofauti yetu na wao. Isa bin Maryam alifanya nini ili aepushwe na shetani? siku arobaini alifunga, sio? Musa ili aende kuongea na Mungu alikuwa anaenda wapi? Milimani. So mmeona tofauti yetu na wao, vyetu ni vyepesi katika dunia hii, kidini na kijamii, sawa jamani? Kwao jitambue nafasi yako na uache mazoea. Jitambue nafasi yako na uache. Wenzangu wote wataolewa, wenzangu wote wameolewa, hao wote tuliosoma nao wameacha shule. Usiishi kama wenzio, ishi wewe kama wewe. Niliongea na wewe kukuandaa uwe shujaa wa skuli, ubadilishe historia ya familia yako. Kwa mara ya kwanza kwenye ukoo wako huo ulionao atoke shujaa. Sawa jamani? Mimi leo nikifa, watoto wangu wataambiwaje? Watoto wa nani? Na wewe unatakiwa ubadilishe. Sawa. Pointi namba mbili: Kujua malengo yako ya kimasomo mapema. Ukiwa fomu one, jua malengo yako ya kimasomo. Nitakwambia kwa nini. Ukiingia tu fomu one, jua wewe unataka kuwa nani. Kwenye moyo wako unatamani kuwa nani? Mtu wa dawa kama Madam Leila? Au unataka kuwa nani? Unataka kuwa mwalimu? Unataka kuwa mtangazaji? Yajue mapema, na no uanze kuwafuatilia watu ambao unataka kuwa kama wewe.

Sasa wewe ukijua toka form 1 itakusaidia uweze kujua utilie mkazo masomo gani, kwa sababu unafanya mtihani wa form 2, wengo kweli. Ukifanya mtihani wa form 2 ukiwa unajua unataka kuwa nini, ni wepesi kwako, kwa sababu utajua ukazie masomo gani, na ukienda form 3 Januari tayari ushajijua mimi ni sayansi, kwa sababu mimi nataka kuwa engineer. Mimi ni ati kwa sababu mimi nataka kuwa lawyer. Sawa jamani? Kwa hiyo hapa hapa form 1 jua unataka kuwa nani, ili uweze kuiandaa form 2 yako vizuri, form 4 yako vizuri, na A level yako vizuri. Sawa? bahati gani mlionayo, imeletwa darasa la amali shuleni jamani. Mmeletewa amali, hamjaletewa mafunzo ya ziada yeah. Kwa mkiwa huku huku form 1 pia unaweza ukajisajili darasa la upishi, sio ukamaliza form 4, hutaki kuendelea, unataka kuendeleza taaluma yako ya nini? Ya upishi. Kwa hiyo una cheti chako cha upishi na una cheti chako cha form 4. Bahati iliyoje kuzaliwa katika zama hizi, wadogo zangu. Kwa hiyo washukuruni sana viongozi wetu, wazazi wenu walopigania uhuru wa nchi zetu mpaka leo tumefika hatua nani ya miaka miwili tunapata cheti cha kawaida na cheti cha amali, sawa jamani? Ehe, jambo la mwisho ni kuwa na heshima binafsi. Nadhani mnajua, kwa sababu hii ndo kelele ya walimu wetu wote, walimu wote usiku zote, discipline, discipline, sindio jamani? Wakiongea discipline, discipline. najua faida ya discipline. Mafanikio, hamna mtu mwenye mafanikio asiyekuwa na... hakikisha unajipendekeza kwa walimu si mnaona walimu, mtamaliza form four mtakutana nao, hawazeeki jamani, au uongo jamani? Amkutanagi na wazee walimu? Wanasiri, sawa walimu anasiri, anasiri inawafanya mpaka hawazeeki. Kaa nao karibu, walimu watakupa mambo. Mwalimu ni mtu pekee anakutengeneza wewe uwe injinia, yeye anabaki mwalimu, sawa. Hata mheshimiwa hapa ana mwalimu alimfikisha hapa, lakini yeye bado ni mwalimu. Walimu wana siri nyingi sana za hii nchi, na wanajua vyuo vingi vya hii nchi, na wanajua wanafunzi gani waliowasomesha wakasoma kozi gani, na sasa hivi wana mafanikio. Kwa hakikisha kabla ukiwa umeshapata, unataka kuwa nani, nenda kaongee na mwalimu wako. Mwalimu, mi nataka kuwa injinia, lakini nataka pia nizae watoto wangu na niwalee. Nikiwa injinia nitakuwa na muda wa kufanya kazi na kulea watoto wangu? We unaonaje? Mwalimu, mi naona we utafeli. Kwa wewe kuwa daktari naje? ili niwe daktari nitasoma miaka mingapi ili mi niwe specialist wa upasuaji? Atakwambia wewe utasoma miaka kadha. Hao ndio na Mungu amewajalia, wa walimu hawana roho kubwa kwamba eti waone maendeleo yale pale wakuzuie, hapana, lakini utakuwa karibu na mwalimu. Kama huna discipline, kama akiongea unamfanyia hivi kama wewe una historia za kukamatwa na simu shule, utakuwa karibu na mwalimu? Maana yake, ili uwe karibu na mwalimu lazima uwe msafi, sawa? Kwa sababu mwalimu ni msafi, kwa hiyo na wewe inabidi uwe msafi na kujipendekeza kwa mwalimu. Ni miaka minne tu utakayokuwa hapa, na wewe kama ni 4, 5 na 6 ni miaka, kwa hiyo utashindwa kujipendekeza miaka minne eh? lakini sharti lake niuwe na nini? Yes. Discipline pia itakuwezesha wewe kufanya kitu mahususi katika wakati mahususi. Saa ya kusoma utasoma, saa ya kuambiwa unaenda kwenye chai utaenda, saa ya kwenda nyumbani utaenda direct nyumbani, hutopita kwanza sokoni ndo uende nyumbani. Kwa hiyo watoto wangu, discipline pia inajumlisha discipline katika dini, kuacha zinaa kuacha kuzungumza na watu wa jinsia tofauti, kuacha usengenyaji, kuacha kusema uongo, kuacha kushahidishia uongo kuhusu mwenzio, ndio ndio, nilimuona na hukumuona. Ehe, kuacha kumsengenya mwenzio au kumbuli mwenzio yule, kwao maskini, hawezi kuwa rafiki yetu. Kuacha hizi, nazo ni discipline. Sawa wanangu? ehe. lakini discipline ni kuhakikisha kwamba unapoingia Januari mwezi wa tatu ukifanya mtihani ukapata A ni kumenteni mpaka Disemba A. Utakapoanza kushuka kwenye matokeo yako, umeanza na A ukapata B, walimu moja kwa moja wanajua discipline ya Shemsa imeshuka, ndio maana matokeo yameshuka. Lakini utafanya nini ikiwa wewe ni mwanafunzi ambaye huna matokeo mazuri? Kadiri unavyojitihadi, kadiri unavyojitoa muhanga, bado matokeo yako hayabadiliki, utafanya nini? nakwambia hivi wewe sio peke yako mimi hapa ninaezungumza na wewe jina langu hata halikuwepo kwenye matokeo ya kwenda form 1 niliitwa second selection unajua second selection wale ambao matokeo yenu yanatolewa na halmashauri sio baraza la mtihani mnaenda halmashauri kujitafuta halafu mnapangiwa shule mpya za serikali zinazoanza huo mwaka mimi hapa likuwepo sawa watoto wazuri tukasoma nilivyofika shule na sio kama nilikuwa siko si vizuri sana, nilikuwa niko vizuri, lakini sio kama wenzangu. Ndio ambao wengi wetu tupo shule tunatamani kufaulu, lakini hatuna nguvu ya kufaulu, sio jamani? Ehe, lakini kutokana laba na malezi, vyakula, ubongo wako haujadevelopu, hauja vizuri, kwa huwezi kuwa na akili pana kama wenzio. Mimi hapa nilikuwepo, kwa tukaenda form 1, lakini sasa Maajabu yalivyokuwa mimi sikupangiwa shule ya kata, nilipangiwa shule kubwa katika mji wetu, yani kama hii mjini, karibu na stendi. Sasa babangu akajiuliza, wewe umepatikana second selection, yani selection ya halmashauri, umekujaje hii shule? Naambia mzee, labda kuna dua au kuna nini. Asema, ah, basi wewe soma tu, kwa watu wote walikuwa wanajua tu kwamba huyu ni Tomaso anaweza tu atasifanikiwe huyu, kwa nikaenda ile shule Nilipofika, nika nikaambatana na watu wenye akili shuleni ambao wale wanaaminika darasani kwamba hawa ndo vitasa wa darasa. Si mnawajua wale wanaosoma sana. Mimi wale sasa kwa sababu najijua akili yangu ni tia maji tia maji nikawafuata nikawa nao. Wale wakachagua sayansi tulipofika form 3 na mimi nikaenda. Sina nguvu za kwenda lakini kaenda tu nikasema acha niende nitajua mbele ya safari. Kuna mwalimu anaitwa Mr. Kilindi alikuwa mwalimu wa physics. Mna wajua walimu wa science, muda umeisha, lakini wao wanafundisha. <laughs> Jamani, walimu wa science wako vizuri. <laughs> Walimu wa math, walimu wa math hata kama kunanyesha mvua wanaingia kwenye maji hadi waje darasani. Walimu wa mathe wao ndio umefeli, wao ndio wanakuwa wehu. Walimu wa mathe wanatabu. Kwa hiyo nika, nikawa karibu sasa na mwalimu wa mathe anaitwa Mwalimu Juma, yeye na huyo mwalimu wa physics ndio walikuwa warafiki wangu, niko nao sambamba. Sasa tukienda practical, sijui kitu, naenda tu namfuata yule Mr. Kilindi. Haja yangu nataka nimwangalia akiandaa practical anafanyaje fanyaje. Sawa jamani, sio kuibia yaani ile nataka tu nipate ile confidence yake, ili nami nikienda kufanya angalau niigize kama alivyokuwa anafanya. Mtihani wa Arabiki ulivyokuja, sijui kitu, nikachukua yale maswali nikahamishia karatasi ya majibu <coughs> alikuwa anaitwa Mr., Mrs. Amne akaniuliza, Una shida gani mpaka ukaniandikia? ni Mzanzibari, una shida gani mpaka ukaniandikia majibu karatasi maswali katika karatasi yangu ya majibu? ina maana mimi sijui kama haya ni maswali <laughs> nikamwambia Misses Amne, mimi sijui kitu. Akanambia uko tayari kujua? nikamwambia niko tayari, naye akawa mwalimu wa tatu kwenye miguu yangu. Ni mimi Kirindi Juma Amne, kazi yangu ni hiyo na wale vitasa wa darasa. Nilije nimepata ngapi form 4 nilipata <laughs> sawa eh? lakini sio matokeo ya kupendeza, si ndio? asasa kwenye macho ya baba yangu, si ndio? Ehe, eh, lakini nkasema shauri yake. Nikapangwa serikalini, akasema huendi, utaenda Kunduchi. Nikaenda shule ya Kiislamu Kunduchi, nilipofika nikakutana na vitasa wengine na mwalimu wangu mwingine wa English, nikawa sasa mimi na huyo mwalimu wa English, anaitwa Masimba mimi na Masimba tena ni mtu, mtu, mtu wa kwetu Tanga, tukani tunaongea kilugha sisi pamoja pamoja. Mnajua nilipata ngapi form 4, form 6? mi ndo nilikuwa msichana wa pili kwa kufaulu historia Tanzania Bara, sawa eh? Mimi ndo nilikuwa msichana wa pili kwa kufaulu historia form 6 yangu. Na mimi mwalimu wa history alikuwa akiingia darasani anakaa nyuma mimi ndo nafundisha darasa. Na hapa nimesoma na watu wawili hapa. Mmoja ndo yule mmiliki wa zamani, mwingine anafanya biashara zake. Kwa hiyo wao wanajua mimi ndo nilikuwa ticha wao wa history. Lakini nilikuwa nini? Failure. Kwa hiyo hata wewe unaweza kubadilisha historia yako. Nikasoma chuo kikuu cha Kikristo, nikasoma masters, mimi hapa sasa. Sina historia au sida. Wewe kwa nini usiwe na historia kama yangu? Hata kama ulikuwa Tomaso kama mimi utatoboa. Sawa, kuwa urafiki na watu ambao wanatoboa, na wewe ndio utatoboa. Sawa? Sawa Tomaso wenzangu <laughs> o, msijali, hata mi nilikuwa huko huko. Kichwa changu kilikuwa kija develop vizuri, maybe maisha ya kijijini au maisha magumu ya kifamilia. Kwao nilipofika labda form 6 ubongo wangu ukapanuka, sio kwanza, nimesoma daa, lazima ubongo wangu tu ungepanuka kwa hiyo nyinyi pia ubongo wenu utapanuka na mtafanikiwa na mtakuwa mashujaa, amin. Sawa. Sasa mimi namaliza spichi yangu kwa kusema hivi, hata kama wewe ni less achiever, kwa sababu mimi sijui kama kuna failure, sio mimi najua less achiever, watu ambao wana achieve kidogo. Una uwezo wa kubadilisha less achiever ikawa high high. High. Na mimi niko na fantastic. Mnajua fantastic msizite efu tena, kwani maisha yenu zikiwa efu zinakuwa mbaya. Ziteni fantastic. Nilikuwa na fantastic nyingi form 4, hii ni kwenye hichi cheti changu wow. Kwa msiwacheke watu wenye, wenye fantastic watawashangazeni form 6, na usijione kwa sababu wewe una A au vibanda form 4 form 6 uka relax utapata fantastic za form 6, zinauma maana uendi degree unaenda diploma. Habari hiyo unayo, o yeah. Eh, kwa ukipata fantastic usiwe na wasiwasi, angalau unaweza kubadilisha, lakini ukipata mabanda ndio shida, kwa sababu ku maintain ndio shida. Kwa make sure una maintain na make sure unabadili sawa. So, nawapenda sana nawatakieni kila laheri, msijisikie vibaya wenye fantastic hata mimi nimetoka huko huko, na sasa hivi nimebadilika, niko na vibanda kila mahali, sawa? Jamani, ubongo tu, hujakuwa kwa ubongo wako utakuwa na utafurahi, sawa? Jamani, haya, nawapenda sana nawatakieni kila laheri. Mwenye fantastic yoyote, naahidi kuanzia leo Taanzia karai, mnaijua karai ni si naanzia karai karai. Hadi kibanda mwisho, mwisho wangu leo sipendi fantastic. Sipendi fantastic. E Mungu nisaidie, e Mungu nisaidie. Amen.